Uh, walikuja na mtu miongoni mwao aitwa Al-Ash'ath bin Qais, na yule alikuwa kama kiongozi wao wa yani, maana yake alikuwa ni mtu ana haiba fulani, watu wake wanamsikiza, wanamuogopa. Walipokuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna kitu walikuwa wamekishika, wakifita, wakifita kile kitu, kisha wakamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuambie ni kitu gani sisi tumekificha kutoka kwako eh. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, akasema, subhanallah, subhanallah, eh, kwa hakika mambo kama haya hufanyiwa yule mchawi kahin, hufanyiwa wale wachawi, na kwa hakika yule kahin, yani yule mchawi wal mutakahin, na yule mwenye kutaka kufanyiwa ukuhani eh, finari wote hawa watakuwa motoni. Kisha akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hakika Mwenyezi Mungu ameniamrisha mimi kwa haki na ameniteremshia mimi kitabu ambacho hakuna batili ndani yake, haiji batili, la yatihi albatil min baini yadihi, hakuna batil itakuja mbele yake wala nyuma yake wala kando yake, hakuna batili inayoingia katika Qurani. Basi wafdi hawa watu kutoka Kinda hawa wageni hawa, kama ambavyo na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi tusikizishe hiyo Qurani eh? Sisi ni Waarabu, tutasikia, tutajua kama kweli ni kitu ambacho ni, ni tofauti na yale mazungumzo tunayo yajua, basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaanza kusoma: wassafati safa fazzajirati zajra fataliyati dhikra inna ilahakum la wahid rabu samawati wal ardi wama bainahuma wa warabu lmashariq. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akanyamaza kidogo akanyamaza kidogo, akaanza kulia, machozi yanamtiririka mpaka wale wageni wakashangaa. <coughs> Basi eh, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam eh, kwa kutokwa na machozi hawa, eh, wafdi wakamuuliza, wewe yani walia kwa ajili ya kumuogopa huyo aloteremsha hizi aya? Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwa hakika uoga wangu kwa Mwenyezi Mungu jalla jalala ndio umenifanya nilie, yeye ameniteremsha kwa ndia ilonyoka tena, imenyoka kama ituaje? Ule ukali wa upanga, Subhanallah. Ikiwa mimi nitapotea kidogo tu eh, basi mi ntaangamia. u ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam na zungumza jamani, basi akaendelea kusoma Bwana Mtume akasema wala inshina la nadhhabanna billadhi auhaina ilaik thumma la tajidu laka bihi la alaina wakila illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alayka kabira. Subhanallah. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposoma aya hizi kisha akawageukia wale, je, hamutosilimu nyinyi? Hamuoni maneno haya si maneno ya mwanadamu? Basi wale wakasema bala, sisi tutasilimu sisi, twasilimu tukifuata Rasulullah. Kisha pale pale Bwana Mtume ikawa ameona wamevaa hariri walikuwa wamevaa baadhi baadhi yao wamevaa nguo za hariri pale pale akasema, na ni vipi hizo nguo za hariri kwenye shingo zenu, ama hizo hariri kwenye shingo zenu? Pale pale, angalia namna ambavyo watu wanafuata wanatii amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, pale pale zile hariri wakazitoa, wakazitupilia mbali, wakazitu Jamani, ngalia sisi tuone, hawa ni watu ambao wamepata imani pale pale na pale pale wana react wakiamrishwa, pale pale wanatii amri za bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tuko wapi? na hali hii, tukisikia hii ni amri ya bwana ku... Mtume bwana, hii ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamani, mtume hili halipendi. Jamani, mtume. Je, sisi tuko wapi? Ndugu zangu, ni lazima tujiangalie, lazima tujipime na hawa maswahaba. Hawa ni watu ambao dini, yani sababu ya dini kutufikia ni wao. Sisi tutaketi vipi? kila siku tu tuna, tutasema kwa lugha yetu yani kama tuna tunaakhirisha, tuna procrastinate. Lini tutafuata? Lini tutashikana na maamrisho bwana Mtume? Kila tukiambiwa tutatoa visababu, tutatoa visababu, tutatoa visababu, kisha tunataka tuje tuipate pepo? Jamani, lazima sisi tujitume, lazima tujiangalie. Ikiwa qala rasulullah, bwana Mtume amesema, khalas. Hata akaja mwingine akasema, sisi hatufai kumfuata huyo mwingine. Na ndivyo walivyokuwa hawa maswahaba. Miongoni mwa wageni walokuja pia ni wafdi ya Azd kutoka Shanua na kiongozi wao akiitwa Surad ibn Abdullah al-Azdi. Hawa walikuja na wakasilimu alhamdulillah kwa urahisi, kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamjalia huyu Surad ndio kiongozi. Akamjalia. Yeye, maana yake ndo alikuwa kiongozi wao, basi yeye ndo akamfanya sasa awe ndo anawapeleka. Akamjalia yeye ndo amiri. Na akamwamrisha pia pamoja na wale walioamini waliosilimu Eh, waende wakapigane jihadi kwa wale ambao wanawapiga vita katika wasokuwa Waislamu. Naam, kisha katika wageni waliokuja pia tukimalizia, eh, ni wafdi kutoka Himyar. Yani kuna wafalme walikuwa Himyar. Himyar ni sehemu kule Yaman, sawa? Eh, ghaliban itakuwa ni kule shimali ya Yaman siku hizi. Hawa wafalme wa kutoka kule shimali ya Yaman walikuwa wameshasilimu na watu wao wengi wamefanya nini? Wamesilimu. Basi wakatuma watume, yani wakatuma watu kama messengers eh, waje kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwao akiitwa Alharith ibn al abdikulal na Nuaim ibn abdikulal na Numan, eh, qil dhi Ru'ain wamaafir na Hamdan, hawa wote la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Hawa wote wakaja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na walikuwa kama tulivyosema washasilimu na wametuma hao wajumbe kuja kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa sisi tushasilimu wa na watu wetu. Basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawakubali, akafurahi na akawaandikia barua. Sasa inshallah katika, eh, madarasa atakayokuja, tutazungumzia hizo barua, yani aliandika nini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hawa wafalme, yani katika kuwaamrisha fanyeni hiki, fanyeni hiki, fanyeni hiki, inshallah Mungu akitupa uhai na uzima.